Habari marafiki, leo hebu tuzungumzie kuhusu kuvunjika kwa mgongo au kuvunjika kwa uti wa mgongo. Kuvunjika kwa uti wa mgongo au kuvunjika kwa mgongo kwa kawaida ni kuvunjika au kuporomoka kwa moja ya mifupa ya uti wa mgongo. Mifupa ya uti wa mgongo kimsingi ndiyo nguzo za mgongo wetu. Katika sehemu ya shingo ya mgongo tuna mifupa saba, kwenye sehemu ya kifua tuna mifupa kumi na mbili na kwenye sehemu ya chini ya mgongo tuna mifupa mitano ya waandishi wa habari. Sasa kuvunjika huku kunaweza kuwa kwa kiwango cha chini kama ufa mdogo wa kubanwa au inaweza kuwa jeraha kubwa kama kuvunjika kwa mfupa na kusambaratika, ambayo hutokana na jeraha la nguvu kubwa. Sasa wakati mwingine inaweza kusababisha shinikizo kwenye mishipa ya fahamu pia, kwa sababu uti wa mgongo upo moja kwa moja nyuma ya mifupa hii. Kwa hiyo tunapozungumzia sababu za kuvunjika kwa mgongo, jambo la kwanza linalokuja akilini ni jeraha la nguvu kubwa au ajali. Hii huonekana mara nyingi kwa wagonjwa vijana au wa makamo na hutokana na ajali ya barabarani, au mtu anapoanguka kutoka juu. Wakati mwingine inaweza kutokea pia wakati wa michezo kama vile rugby, kriketi au mpira wa miguu, au mara chache inaweza kutokea kutokana na risasi pia. Kwa hiyo aina hizi za kuvunjika kwa kawaida hujulikana kama kuvunjika kusikokuwa dhabiti au kuvunjika kwa mfupa na kusambaratika au kuvunjika kwa kasi kubwa, ambapo pia kuvunjika na kutoka kwa mfupa kunaweza kutokea kwenye mgongo. Sababu kuu ya kuvunjika kwa mfupa ni osteoporosis. Hii kawaida hutokea kwa wazee ambao mifupa yao ni dhaifu. Huenda kusiwe na jeraha au historia ya kuanguka. Wakati mwingine hata kuinama au kuanguka kidogo, hili hutokea. Hii hutokea mara nyingi zaidi kwenye sehemu ya chini ya mgongo inayojulikana kama kiuno lumbar au kifua thoracic. Aina ya tatu ya sababu ya kuvunjika kwa mgongo ni pale ambapo mfupa tayari ni dhaifu. Inaweza kuwa ni kutokana na saratani kama multiple myeloma au saratani ya figo renal cell carcinoma au saratani ya ini hepatocellular carcinoma au saratani yoyote ambayo imesambaa kwenye muundo wa mifupa ya uti wa mgongo au pingili za mgongo. Sababu ya nne inayojulikana ni maambukizi kama vile kifua kikuu tuberculosis ambayo ni ya kawaida sana nchini India. Wakati mwingine huenda kusiwe na sababu yoyote dhahiri ya kwa nini mfupa umevunjika. Wakati mwingine inaweza kuwa ni kutokana na msongo au uchovu, lakini hii huonekana zaidi kwa wanariadha au wanajeshi kutokana na matumizi ya mara kwa mara au kubeba mizigo mizito. Sasa tunapozungumzia dalili za kuvunjika kwa mgongo, zinaweza kutofautiana kulingana na kama ni mfupa pekee uliohusika au pia neva imeathirika. Kama ni mfupa pekee umeathirika, kuna maumivu makali ya mgongo, maumivu makali sana ya mgongo. Wakati mwingine inaweza kuwa na ulemavu pia, ambao unajulikana kama uvimbe au kwa jina la kitabibu kifosis. Ulemavu wa kifosis maana yake ni kwamba mfupa umeanguka kwa sababu ya maumivu, huenda kukawa na utembeaji mdogo. Mgonjwa anaweza kupata ugumu mkubwa kuamka kitandani asubuhi au kubadilisha mkao. Wakati mishipa ya nyuma ya uti wa mgongo inabanwa, basi kunaweza kuwa na dalili za neva kama vile kufa ganzi au ganzi mikononi au miguuni. Wakati mwingine, mgonjwa anaweza hata kupata shida ya kwenda haja kubwa au kukojoa. Kwa hiyo dalili kama hizi zikitokea, daktari wako kwanza kabisa atauliza historia yako, nini kilitokea. Anaweza kutaka kujadili hali au mazingira ambayo majeraha yalitokea. Pili, atapendekeza upigwe srai au MRI, ambayo itaonyesha uti wa mgongo uliobanwa, au MRI inaweza hata kuonyesha kama neva inabanwa. Wakati mwingine pia inahitajika kufanya CT scan, lakini mara nyingi ni kwa ajili ya kupanga upasuaji. Kwa hiyo mara nyingi ukipata kuvunjika kwa uti wa mgongo, daktari atachukua historia yako kwa undani, atafanya uchunguzi wa neva na atakuagiza upigwe CT scan au MRI kisha kulingana na aina gani ya fracture ni, ikiwa ni shinikizo la ujasiri au la, ni aina gani ya dalili unazo, anaweza kukupendekeza hatua inayofuata kwa njia ya kitanda kupumzika au madawa au operesheni, ikiwa inahitajika. Kila la kheri.